Swali nambari kumi na saba sala ya kanisa ina muda gani wa kusoma Zaburi zote kumbe? Ili tuweze kuzisali Zaburi zote ni mwendo wa majuma manne au wiki nne. Swali nambari kumi na nane ni nani aliyeweka mfumo wa kisasa wa sala ya kanisa? Mfumo wa kisasa wa sala ya kanisa umewekwa na mtaguso wa pili wa Vatikano ambao ulikuwa katikati ya miaka 1962 hadi 1965. Swali nambari kumi na tisa ni mabadiliko gani yalifanyika baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano kuhusu sala ya kanisa? Kumbe baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano katika sala ya kanisa mambo mengi yalibadilishwa, lakini machache kati ya hayo ni mosi, kurahisisha mpangilio wa zaburi; mbili, ni kupunguza kurudia rudia zaburi na tatu ni kuongeza maandiko matakatifu, na mwisho kabisa ni kutafsiri sala ya kanisa katika lugha mbalimbali. Swali nambari 20. Sala ya kanisa inatofautiana vipi na misa takatifu? Sala ya kanisa kama tulivyoeleza hapo mwanzo ni sadaka ya sifa au wimbo wa sifa ambao Yesu Kristu alituanzishia katika dunia hii, lakini misa takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Yesu Kristo, au unaweza kusema katika misa tunaadhimisha fumbo la Pasaka ambalo ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe haya mambo yote mawili, ingawa yanatofautiana, lakini yana hadhi inayoendana yote. Niliturudia hivyo, inafaa kuyashiriki yote kwa pamoja na kwa uchaji Mtu unapaswa kusali sala ya kanisa lakini pia unapasika kusali misa takatifu kila siku ikiwezekana, lakini kwa wakrelo ni swala la lazima. Swali nambari 21: na sala ya kanisa ni sema liturujia ya kanisa kwa namna gani? Sala ya kanisa ni sema liturujia kwa sababu ni ibada ya kanisa lote, lakini pia inaendeshwa kwa taratibu na kanuni Swali nambari ishirini na mbili, kwa nini sala ya kanisa huitwa pia liturujia ya saa? Sala ya kanisa huitwa liturujia ya saa kwa sababu inasaliwa nyakati tofauti tofauti za siku. Inasaliwa asubuhi, mchana, jioni na usiku, kumbe katika masaa tofauti tofauti ya siku nipotunaadhimisha sala ya kanisa. Kwa hiyo, kumbe na ndio maana jina lingine naweza kuiita liturujia ya saa. Ni maandiko gani hutumika katika ofisi ya kusoma? Katika ofisi ya kusoma tunatumia maandiko matakatifu kutoka kwenye Biblia, lakini pia mafundisho ya mababa wa kanisa. Swali nambari ishirini na nne nyimbo au kwa Kiingereza hymns katika sala ya kanisa zina maana gani? Nyimbo ni maneno yanayosomwa na, na kuimbwa kabla ya kuanza kusoma au kuimba zaburi. Mara nyingi hizi nyimbo zinakuwa zina uhusiano na masifu tunaenda kuyasali au zaburi ambazo tunaenda kuzisali siku hiyo. Kumbe kama ni siku ya mtakatifu, kumbe tunategemea ule wimbo utatueleza utata, utatafakarisha na kutuingiza katika masifu ya kumwadhimisha mtakatifu huyo. Kumbe yafaa wimbo uendane na masifu yanayosalia au liturujia ya siku hiyo ya sala ya kanisa. Swali so, nambari ishirini na tano. Antifona ni nini katika sala ya kanisa? Antifona ni maneno yanayosoma kuimbwa kabla ya zaburi na baada ya zaburi, huwa na uwiano na zaburi husika. Responsori maana yake nini? Responsori au kitikizano ni maneno ambayo husomwa au kuimbwa na kisha kuitikiwa na wote baada ya somo. Kumbe responsori inaanzishwa na kiongozi, lakini inakuja kuitikiwa na wote ambao wanakuwa wamehudhuria sala hiyo ya kanisa. Swali nambari ishirini na saba kantiko ni nini? Kantiko ni neno la Mungu linalotoka katika Agano Jipya au la Kale ambalo huimbwa au kusoma katika mfululizo wa zaburi. Kwa mfano, katika masifu ya asubuhi kuna kantiko au wimbo unaotoka katika Agano la Kale ila wimbo huu umewekwa katikati ya zaburi mbili. Kumbe tunaanza kusali zaburi tuna, na antifona zake, tunakuja kantiko au wimbo ule pamoja na zaburi zake pamoja na antifona zake, kisha tunakuja zaburi tena nyingine pamoja na antifona zake. Lakini jioni, tunasali zaburi ya kwanza, tunakuja zaburi ya pili, na kisha kuna wimbo ambao unatoka katika agano jipya. Asubuhi wimbo unatoka katika agano la kale, lakini jioni wimbo unaotoka katika agano jipya au kitabu cha ufunuo sura. So, nambari ishirini na nane. Maombezi au maombi yanapatikana katika sehemu gani katika sala ya kanisa? Maombi au maombezi husaliwa kabla ya sala ya baba yetu na baada ya nyimbo za kwenye Injili, yani wimbo wa Bikira Maria ikiwa ni asu, ikiwa ni jioni na wimbo wa Zakaria ikiwa ni asubuhi. Swali nambari ishirini na tisa: kwa nini tunasali magnificat katika vespers? Magnificat ni nini? Magnificat ni wimbo ambao aliuimba Bikira Maria, unaanza na maneno moyo wangu wa mtukuza Bwana na roho yangu inafurahi na kuendelea. Huu wimbo ni wimbo ambao unaimbwa katika vespers au masifu ya jioni kwa sababu umejaa unyenyekevu, shukrani na kumwabudu Mungu kwa kazi yake ya wokovu na siku nzima tuliyojaliwa. Swali namba thelathini. Kwa nini tuna sali benediktus katika laudes? Wimbo wa Benediktus ni wimbo ulioimbwa na Zakaria, na wimbo huu tunauimba katika laudes au masifu ya asubuhi kwa sababu tirojea ya huu wimbo ni kueleza tumaini jipya la kuja kwa Mwokozi. Hivyo ikiwa ni asubuhi, tunatarajia mwokozi atujie katika siku nzima na kukaa nasi, na ndiyo maana tunauimba wimbo huu wa Benedictus au wimbo wa Zakaria. Swali namba 31: ni wapi sala ya kanisa huanza? Kwa maneno Mungu njoni ukoe, au E Mungu uje kutusaidia, au kwa Kilatini unaweza kusema deus in adiutorium. Maneno haya huanzisha vipindi vyote vikuu vya sala, ambapo ni katika sala ya asubuhi, jioni, usiku, teresia, nona na sesta. Swali namba thelathini na mbili. Kwa nini ni sala ya kanisa na sio sala ya binafsi? Kwa nini tunaita sala ya kanisa? Tunaita sala ya kanisa kwa sababu hii sala ni sala ya kanisa zima. Hata kama unasali peke yako, ni ya kanisa zima na ni kwa ajili ya kanisa zima. Swali namba thelathini na tatu. Je, waamini warei wanaweza kusali sala ya kanisa? Ndiyo, kanisa linatuhimiza wote, wa klero na warei tusali sala ya kanisa au beviari. Swali namba 34. Je, ni lazima kusali kwa kutumia kitabu maalum cha beviari pekee? Sio lazima kutumia kitabu, lakini yafaa sana kutumia kitabu kuliko namna nyinginezo. Swali namba 35. Je, kuna toleo la kisasa la sala ya kanisa kwenye simu au mtandao? Ndio, lipo kwa mfumo wa application ambayo yaweza kutumika kadiri ya mazingira lakini yafaa sana kutumia kitabu kuliko namna nyinginezo za kusali sala ya kanisa. Swali nambari thelathini na sita ni uhusiano gani kati ya sala ya kanisa na maisha ya kiroho ya kila siku? Kumbe kama ilivyo kwa sala nyingine, inabidi zitubadilishe sisi na kutunufaisha sisi kiroho. Kumbe hata sala ya kanisa yafaa tuisali kwa uchaji, ili tuweze kuitafakari na iweze kutuba, kutubadilisha sisi kiroho na kutufanya tuwe karibu na Mungu zaidi. Swali so, namba 37 ni kwa nini inaitwa sala ya Kristo na kanisa lake? Kama tulivyokwisha kuelezea kwenye maana ya sala ya kanisa, sala ya kanisa ni sala ambayo ilianzishwa na Yesu Kristo mwenyewe katika dunia hii. Kumbe pale tunaposali, tunaungana na kanisa zima pamoja na Kristo ambaye ni kichwa cha kanisa. Kumbe hiyo sala sio yetu sisi tu, ni Kristo ametuanzishia sisi ili tuweze kuungana naye kumtolea Mungu Baba saraka ya sifa. Je, watakatifu na malaika ushiriki katika sala ya kanisa? Ndio, tumesema kwamba sala ya kanisa ni wimbo ambao unaimbwa nyakati zote katika kumbi za mbinguni. Kumbe watakatifu na malaika ambao wapo siku zote katika kumbi za mbinguni, kumbe siku zote wanaungana na sisi kuisali hiyo sala ya kanisa pamoja na Yesu Kristo. Swali namba 39, sala ya kanisa inasaidiaje kutakasa muda wa siku nzima? Sala ya kanisa inasaliwa katika vipindi tofauti tofauti vya siku. Kumbe tunavyosali asubuhi, mchana, jioni na usiku, kumbe siku nzima au vipindi vyote vya siku na vitakatifuza kwa hiyo sala ya kanisa. Swali namba 40 ni tofauti gani, gani kati ya sala ya kanisa ya Katoliki na sala za watawa wa mashariki au wa Orthodox? Kanisa Katoliki la magharibi hufuata riti ya Kiroma wakati kanisa la mashariki hufuata riti za Kiarmenia, Kisiria na nyinginezo. Lakini lugha asilia ya sala kanisa la magharibi ni Kilatini, wakati kwa mashariki ni lugha ya Kigiriki na baadaye lugha za Kiarmenia na Kisiria na kadhalika. 41. Kwa nini kuna zaburi ambazo hazitumiki katika nyakati fulani? Kumbe uchaguzi wa zaburi ambao mama kanisa ametufanyia ni kulingana na maudhui na mzunguko wa vipindi vya kiriturujia. Hivyo kuna zaburi zinaweza zisitumike asubuhi zikatumika jioni, au wakati mwingine au zisitumike jioni zikatumika asubuhi. Kumbe mzunguko wa zaburi ni kulingana na vipindi kadhaa kadhaa vya kiriturujia. Swali nambari arobaini na mbili. Ni nini maana ya ofisi ndogo au kwa lugha za Kiingereza little office? Little office ya ofisi ndogo ni sala ambayo inatangulia sala ya kanisa kwa heshima ya Bikira Maria na huwa ni fupi zaidi. Swali so, namba 43. Ni kwa nini baadhi ya watu husema Breviary ni shule ya sala? Breviary ni shule ya sala kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe ametufundisha namna ya kusali kwenye sala ya kanisa. Kwa hiyo kumbe ametupatia namna bora ya kusali hata katika wakati mwingine. Kumbe ukiangalia masifu kwa wenyewe yanamtolea Mungu Baba sifa. Kumbe ni muda ambao tunamsifu Mwenyezi Mungu, tunamuomba, tunamshukuru na kadhalika. Kumbe hii ni shule, ni namna ambayo tunapaswa kuiga hata katika sala nyingine. Kumbe Breviary sio tu sala inayo inayotunufaisha kiroho, kumbe inatujenga pia kiroho kwa kutufundisha namna bora ya kusali. Swali namba 48. Nini ni maana ya Common of Saints katika sala ya kanisa? Kwa maneno ya Kiswahili, Common of Saints ni kawaida ya watakatifu. Kawaida ya watakatifu ni mfulizo wa sala ya kanisa unaotumika kwenye kusali masifu, pale ambapo tunakuwa tunaadhimisha kumbukumbu, sikukuu au sherehe za watakatifu. Kwa hiyo kumbe yawezekana katika sala ya kanisa tukachukua baadhi ya vitu kutoka kwenye sala ya kanisa ya kawaida, mfulizo wa siku za juma, lakini baadhi ya sala baadhi ya antifona utenzi tukachukua kwenye kawaida ya watakatifu, na huwa tunafanya hivyo kwa sababu tunataka tutafakari zaidi juu ya watakatifu, tuweze kuendana na muktadha au liturujia ya siku husika. Swali namba 45: ni lini hasa sala ya kanisa inabadilika kulingana na kalenda ya liturujia? Wakati wa kuadhimisha kumbukumbu mbalimbali, sikukuu na, na si sherehe, na wakati wa vipindi vya kanisa vinavyobadilika, mfano kwa Kwaresima, Pasaka na kadhalika Sala ya kanisa hubadilika kuendana na vipindi husika au kalenda iliturudia. Swali namba arobaini na sita: kwa nini baadhi ya nyimbo au masomo hubadilika kulingana na msimu wa mwaka wa kanisa? Kwa sababu nyimbo na masomo lazima viendane na liturujia ya siku au kipindi. Mfano, tukiwa kwenye kipindi cha Majilio, tunategemea masomo na nyimbo vituelekeze kutafakari zaidi kwenye kipindi husika. Kumbe masomo na nyimbo vinabadilika ili kuweza kuendana na liturujia ya siku husika au ya kipindi husika ili sisi tunaosali itutafakarishe zaidi kwenye kipindi hicho. Swali namba 47 ni umuhimu gani wa kimapadri, swali namba 47 ni umuhimu gani wa kimapadri katika kusali sala ya kanisa? mapadri wanapaswa kusali sala ya kanisa kwa sababu ni makuhani wanaoweza kuongoza ibada hizo za sa sala ya kanisa lakini pia wao wana wajibu wa kuliombea kanisa zima kama makuhani lakini pia wana wajibu wa kisheria kusali sala ya kanisa hivyo wanapaswa kusali sala ya kanisa kila siku swali namba arobaini na nane je mtu anaweza kusali sala ya kanisa ikiwa peke yake ndiyo inawezekana Awe mkrelo au mlei anaweza kusali sala ya kanisa peke yake. So, na baba na sala ya kanisa natufundisha nini kuhusu umoja wa kanisa? Sala ya kanisa natuunganisha kanisa zima kiujumla, tunaungana na Yesu Kristo ambaye ndiye kichwa cha kanisa kumtolea Mungu Baba sifa. Kumbe hata ukisali peke yako unaungana na kanisa zima kumtolea Mungu Baba sifa na unasali kwa ajili ya kanisa zima. Swali so, namba hamsini, kwa nini sala ya kanisa ni zawadi kwa kanisa lote na si kwa mapadre pekee? Kwa sababu ya umuhimu wake na wajibu wa kanisa wa kusali kila wakati. Kumbe kan, hii zawadi ya kusali sala ya sala kanisa sio tu ya klero, ni kanisa zima tumepewa hii zawadi. Yesu Kristo ametupatia hii zawadi, wimbo ambao unaimbwa siku zote katika kumbi za mbinguni, amekuja kutuanzishia sisi katika ulimwengu. Kumbe ni zawadi ambayo inabidi tuipokee kwa furaha na tuweze kuisali sala ya kanisa kwa uchaji. Swali la mwisho namba hamsini na moja, kwa nini kwenye masifu ya asubuhi hakuna atukuzwe kwenye utangulizi? Kadiri ya utaratibu walitujia vipindi, kadiri ya uratibu walitujia vipindi, tunaelezwa kwamba katika masifu ya asubuhi na jioni huwa tunaanza na maneno yanayosomeka hivi: E, Mungu uje kutusaidia. Na kishapo hufuata sala ya atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuendelea, ila huu utangulizi waachwa endapo sala hiyo ya asubuhi ina zaburi ya mwariko ndani yake. Kwa hiyo kumbe, mara nyingi na sehemu nyingi ilivyozoeleka, huwa tunaacha huu utangulizi ambao una E, na Mungu uje kutusaidia pamoja na tukufu wa asubuhi, na badala yake tunatumia utangulizi unaoanza e, Bwana uifungue midomo yetu nasi twalisifu jina lako, na kisha tunaendelea na antifona ya zaburi ya Mwaliko, kisha zaburi ya Mwaliko, na kisha antifona ya ya zaburi ya ya Mwaliko na kisha tunaendelea na utenzi. Kwa hiyo kumbe, watu tunatumia badala ya wa wa pili. Kumbe kuna namna mbili ambazo zinaweza kuanza masifu ya asubuhi. Huu ndio mwisho wa mwendelezo wa maswali yetu kuhusiana na historia yalisujia vipindi. Basi nikutakie utekelezaji mwema, yaani kusali masifu au sala ya kanisa kila siku na kwa uchaji. Hipo tunakuwa tumeungana na Yesu Kristo kumtolea Mungu Baba sadaka ya sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie wakati mwema.